Kama unahitaji kupata mafanikio makubwa zaidi kwenye biashara ya uzalishaji ambao unaifanya, zipo njia mbili ambazo unaweza ukaamua uchague mojawapo, na hiyo njia ina uwezo mkubwa wa wewe kukuletea matokeo kama jinsi ambavyo unahitaji. Wapo wengi sana ambao waliingia kwenye biashara za ufugaji wa kuku na wakaamini kabisa watatoboa au wataweza kufanikisha hizo biashara kwa kupitia njia ambazo walikuwa wanazifahamu, lakini wale ambao walikuwa wanajua kwamba nikipita hapa nitaweza kupata mafanikio fulani, walitumia njia mojawapo kati ya hizi njia mbili ambazo nataka nikuelekeze kupitia hii video, ili kusudi endapo na wewe upo kwenye hizo njia uweze kujua utaweka nguvu eneo gani na mwisho wa siku uweze kupata matokeo ambayo ulikuwa unahitaji. Naitwa Lembo Kija. Napenda sana biashara za uzalishaji, hasa biashara zinazohusiana na masuala mazima ya ufugaji wa wanyama mbalimbali. stay with me Unapoamua kuanzisha biashara ya aina yoyote ile, kitu cha kwanza kabisa ambacho wewe mhusika unachopaswa kufanya ni kwamba lazima ujue ni aina gani ya biashara ambayo unataka uifanye, aidha ni biashara ya kutoa huduma au ni biashara ya uzalishaji wa product mbalimbali. Unakuja kuangalia, je, nitawezaje kuzalisha bidhaa ambayo itakuwa ni productive au italeta matokeo kwa wateja au watu ambao wataenda kuitumia. Na ili kusudi uweze kufanya vizuri kwenye biashara za masuala mazima ya ufugaji wa kuku, unaweza ukachagua njia mojawapo kati ya hizi njia mbili. Njia ya kwanza, unaweza ukaamua kukaa kwenye eneo la uzalishaji wa kuku kwa ajili ya kuuza nyama, yani kuku wa nyama. Hapo unachokifanya unakuwa na uwezo mkubwa wa kujua nifanye nini ili kusudi kuku wangu aweze kunenepa vizuri na mwisho wa siku niweze kuuza huyu kuku wakati fulani sokoni. Na hapa inakuhitaji wewe uweze kutumia eh, nguvu kubwa sana na mara nyingi, hii ni njia ambayo watu wengi huwa wanashindwa kuimaintain au kuifanya iwalete matokeo mara kwa mara, kwa sababu kuna muda utajikuta unashindwa kutumia nguvu ambayo ilikuwa inahitajika ili kusudi uweze kupata matokeo kama jinsi ambavyo ulikuwa unapata matokeo hapo mwanzoni. Lakini wapo ambao waliweza kufanya vizuri kwenye hii njia, wakaweza kuzalisha kuku wao vizuri, wakawanenepesha vizuri, na mwisho wa siku wakaja kuuza kama jinsi ambavyo alikuwa anahitaji. Na hii njia inafanya kazi vizuri sana ka, e, maeneo ambayo ni ya tauni au ya mjini, na kwa sababu wahitaji wa, wa hiyo bidhaa ni watu wengi sana ambao wanahitaji bidhaa ya namna hiyo, na huyu mtu akiamua kujikita au kukaa kwenye hilo eneo anaweza akafanya vizuri na mwisho wa siku akapata matokeo. Njia ya pili ni njia ya kuzalisha mayai kwa ajili ya kuwauzia wateja ambao wanapatikana. Hii ni njia ambayo mara ya kwanza unapoanza kuifanya inakuhitaji uwe na subira au uweze kutumia muda mwingi sana kusubiria matokeo ambayo atakuja yatokee. Na maanisha kwamba inakubidi uingize kuku alafu usubirie miezi minne na nusu na kuendelea, ndipo uanze kupata mafanikio ya hiyo bidhaa ambayo umeweka au biashara ambayo unaifanya, na hii ni njia ambayo inaweza kukupa matokeo ya mara kwa mara baada ya hiyo bidhaa au product ambazo unaziuza kuanza kuingia sokoni. Na mara nyingi wengi huwa wapendi sana kitu cha kusubiria kwamba nikae miezi minne hadi mitano ndo nianze kupata faida. Hapana, wengi wanaamua kuingia kwenye biashara za ufugaji wa kuku kwa ajili ya nyama kwa kuogopa kusubiria muda mrefu bila kupata matokeo. Lakini kila njia ambayo unaiona kati ya hizi njia mbili inaweza ikatuletea matokeo inategemeana kiasi gani eneo lako inasapoti bidhaa ya aina fulani. Inawezekana kabisa wewe unakimbilia kuanza kufuga kwa ajili ya nyama, lakini eneo ambalo unapatikana ni eneo ambalo watu wanaopatikana kwenye hilo eneo hawapo interested masuala mazima ya kula nyama mara kwa mara, unaweza kujikuta unazalisha bidhaa ambayo haiendi kwa sana, na mwisho wa siku ukashinda kupata mafanikio ambayo ulikuwa unahitaji. Cha kushauri ni kwamba, angalia ni njia gani kati ya hizi njia mbili kuzalisha kuku kwa ajili ya nyama au kuzalisha mayai inaweza ikafanya vizuri kulingana na eneo ambalo unapatikana ili kusudi uweze kupata mafanikio mazuri. Ukijaribu kutathmini hizi njia mbili ambazo nimekuelezea, ndo njia ambazo watu wengi ambao na wana wamefanikiwa vizuri kwenye biashara za ufugaji wa kuku, ndizo njia ambazo wamezitumia, aidha wametumia mojawapo au imefika kiwango cha kuweza kutumia njia zote mbili, ndio maana wamepata mafanikio makubwa zaidi kwenye biashara ambazo wanazifanya. Unaweza ukaangalia video zingine ambazo zinapatikana kwenye hii channel ya Colend Farm, ili kusudi uweze kujifunza vizuri kuhusiana na masuala mazima ya ufugaji eh, na mwisho wa siku uweze kupata mafanikio mazuri zaidi kwenye biashara ya ufugaji ambayo unaifanya. Asante sana, tukutane katika video nyingine.